Nam karibu kwenye kipindi cha michezo tuangazia yale ambayo yamejiri kote ulimwenguni. Sio, ni mimi Suleiman Mwinyi nitakuwa na mwenzangu hapa Saumu Mwanjama kuangazia yale kimichezo ambayo yamejiri. Michuano ya mara 35 ya kombe la mataifa ya Afrika imekwishaanza kutimua vumbi hapo jana katika mji wa Rabat ambapo wenyeji Morocco wakichuana na visiwa vya Comoro na kuweza ku na kuwalaza magoli mawili kwa umeitazama mechi hii? Umewahi uh, kuangalia wa, watu wanakimbiza mpira alafu <laughs> waone hii ndio mechi. Unaweza isema kwa mtu ambaye pengine hakupata nafasi ya kuitazama mechi hiyo, unaweza kuielezea vipi kwa ufupi? ufupis so. Unaweza kuona kwamba Morocco ina wachezaji ambao wana wanahaiba mm -hmm. Wachezaji ambao wana uwezo. mm. E, katika maoni ukiangalia unaona kwamba watu wengi wameshaanza kuihakikishia kwamba kui Morocco itabeba. mm. Morocco ina uwezekano, lakini kwa kiwango kile ambacho wanagawanya mpira mm. E, mpira unavyopangwa mm. eh.

ya ndani ya Moroko hmm. Ukilinganisha kwamba ama ukizingatia kwamba Moroko ina academies za michezo, inafuatilia michezo ama kandanda kwa kiasi kikubwa, inajaribu kujenga tajriba na uwezo wa wachezaji hmm. eh, katika soka. Kwa hiyo naamini kwamba Moroko inaweza kuwa na nafasi kubwa katika michuano hii kwa kukumbusha tu ni kwamba michuano hii mara Moroko ilishawahi kubeba kombe hili mara moja lilipoandaliwa nchini Moroko mwaka elfu moja mia tisa sabini lakini pia ni, ni timu moja ya timu ambayo katika miaka ya karibuni imekuwa ikitajwa sana. Utakumbuka mwaka elfu mbili kumi na nane kule nchini Qatar walipofika nusu fainali ya kombe la dunia. Kwa hiyo tangu pale, imekuwa ni timu ambayo ni tishio katika bara la Afrika. Lakini, ndio, kwanza michuano imekwisha anza na hii leo kunakuwa na mechi kadhaa ambazo zinaendelea kurindima katika viwanja mbalimbali nchini Moroko. Zambia wanacheza na Mali. Lakini Afrika kusini watacheza na Angola, lakini Misri baadaye wanacheza na Zimbabwe na ni moja kati ya mechi ambayo bila shaka inakuwa inafuatiliwa kwa ukaribu sana na wafuatiliaji wengi. Lakini mm. Saumu, timu za Afrika Mashariki pia zinashiriki michuano hii, Tanzania na Uganda, na hapo kesho Tanzania itacheza mechi ya kwanza ya Afcon dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles. na na nimezungumza mm -hmm. na Mindi, tumepata ripoti kutoka kwa mwenzetu Mindi Joseph kutoka Tanzania akizungumza na mashabiki, matarajio yao, na ikiwa Tanzania ina nafasi ya kuweza kutamba katika michuano hii kwa mara ya kwanza. Kumbuke kwamba Tanzania imeshiriki michuano hii kati mara nne imemfululizwa mara tatu mwaka elfu mbili kumi na tisa ishirini na moja na ishirini na tatu, na mara hii elfu mbili ishirini na tano lakini haijawahi kupata ushindi hata mechi moja. Mambo yatakoje? Mara hii tupate ripoti ya mwandishi wetu Mendi Joseph. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kesho Desemba 23 itatopa karatake ya kwanza dhidi ya Nigeria katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON inayofanyika nchini Morocco. Mashabiki wa soka nchini Tanzania wameeleza matumaini makubwa kwa Taifa Stars wakiamini kikosi kilichopo kina uwezo wa kupambana na vigogo wa Afrika. Mchezo wa kesho kwa kweli utakuwa ni kama upande mmoja, kwamba Tanzania itabidi cheze kwenye low block, maana kwamba wache Nigeria wacheze na wao, wakipata nafasi ndio wa wafanye kama counter attack. Kwanza ni mchezo mgumu, matumaini yangu kuiona mbali Stars baadhi ya nafasi ambazo wanazipata basi wahakikishe wanazitumia. Mchezo wa kesho dhidi ya Nigeria, naiona Tanzania katika nafasi nzuri, tunaamini kwamba tutafanya vizuri. Mchambuzi wa soka Florian Given amesema mchezo dhidi ya Nigeria. Nigeria ni kipimo halisi cha kiwango cha Taifa Stars kwa sasa. Ukirudi kwenye timu yetu ya taifa licha ya kuwa tumefuzu kwenye mashindano ya AFCON, lakini kiuhalisia timu yetu bado ina tatizo kubwa sana. Namuona Nigeria ataenda kutawala mchezo na sisi tutaingia kama timu namba mbili. Itatubidi sasa sisi tuweze kutumia nafasi zile ambazo tutazipata, zile chance moja moja tuweze kuzitumia. Taifa Stars zimepangwa kundi C lenye timu ya Uganda, Tunisia pamoja na Nigeria. Ikumbuke e kuwa AFCON ya Moroko itakuwa mara ya nne kwa Taifa Stazi kushiriki michuano hiyo baada ya kushiriki awali mwaka elfu mia tisa na themanini, elfu mbili kumi na tisa na ishirini na tatu. Hivyo mchezo wa kesho dhidi ya Nigeria sio tu mwanzo wa mashindano, bali ni mwendelezo wa historia ya Tanzania katika jukwaa la soka Afrika. Kwingineko, kila ifikapo disemba 26 dunia husherekea sikukuu ya, si ya Boxing Day. Bondia wa Tanzania Hassan Mwakinyo atapanda ulingoni disemba 26 2025, warehouse Masaki, kwenye pambano la kimataifa dhidi ya Stanley Ribo kutoka Nigeria pambano hili linatajwa kuwa boksi on boksi ni day, litakuwa na raundi kumi kwenye uzito wa kati. Pambano hili litasindikizwa na mapambano mengine kumi na moja. Wadau wa ngumi nchini wametoa neno kuelekea pambano hili. Kwa sasa maandalizi ni mazuri na mpaka hiyo siku ya tarehe ishirini na sita sasa vitapigika. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mindi Josefu. Nam, tuondoke Tanzania. Tutarajia kuzungumzia kidogo kuhusiana na hili lakini tuendelee katika uchambuzi wa ripoti zote za michezo mchana huu. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni moja kati ya timu ya taifa ambayo pia inashiriki michuano hii ya AFCON kule nchini Moroko, na mashabiki wa kandanda hi Moroko nchini Moroko na wa nchini Kongo wanaamini kwamba mara hii ni zamu yao na kwamba liwalo na liwe, ubingwa wa AFCON mara hii lazima warudi mjini Kinshasa. Kwa nini wanaamini hivi? Mwenzetu Zuberi Ali ametuandalia ripoti ifuatayo ambayo amezungumza na mashabiki kuelezea hisia zao kwa timu yao ya taifa ya Congo The Leopards. DRC ni miongoni mwa timu zilizoshiriki mara nyingi huku wakishiriki kwa mara ya 20 kwenye mashindano hayo na ni moja ya timu zilizofanikiwa barani Afrika kwa kushikilia taji hilo mara mbili mnamo 1968 ikijulikana kama Kongo Kinshasa na 1974 kama Zaire. Vijana wa Sebastien Desabre wataanza kukipiga na Benin kesho kabla ya kucheza na Senegali. Wakongomani wanaamini mwaka huu watafanya vyema kuliko mashindano yaliyopita tutamtandika Benin, ili tuanze vizuri na ili tupate tu, matumaini ya kuanza kujitafutia tiketi ya kumi na sita bora. Na kwenye hili kundi ambaye anaweza kuwa mwiba kidogo ni mtani wetu Senegal ambayo tuna kisasi naye. Ukiangalia kile ambacho DRC walikifanya kwenye mchezo zidi ya Nigeria na kwenye mchezo zidi ya Cameroon ni kitu ambacho kiliwashangaza wengi sana, na na imani kubwa sana Kongo atapita au kushinda kombe hili hapa la AFCON elfu mbili na ishirini na tano. Tutafudhu wakati huu Kongo itamfunga Senegali? Senegali Leopard mara kadhaa wamekuwa na bahati ya kipekee kwenye kandanda, haswa uwezo wao wa kubadili vipindi vya tabu kuwa mafanikio. Naodha wa zamani wa DRC Yusufu Mulumbu alikuwa na haya kuhusu kocha Sebastien de Sabre na timu kwa ujumla. Jusye, uh, natambua kiasi gani watampa presha. Nadhani amesalia kuwa imara, ametengeneza timu hiyo, na tunaona kwenye safu yake ya ulinzi tupo imara, tunaruhusu goli chache. Sebastien de Sabre amefanya kazi kubwa. Na DRC kwenye mashindano yaliyopita ya Afrika, kutokana na tulichokifanya wakati wa kufuzu kombe la dunia, nafikiri tutakuwa miongoni mwa timu nne za kwanza. Mara nyingine, mchambuzi wa soka milinganyo yango alikuwa na haya. itakuwa ni fursa kuweza kuionyesha Senegali ya kwamba ni timu team kama timu zingine, na DRC kwa leo inajipanga vizuri na matumaini makubwa kwetu, ni sababu Senegali itacheza katika mfumo wa kujua kwamba wana uwezo tena wa kumpiga DRC, jinsi wanavyojisikia wakati DRC walikuwa na muda wote wa kuweza kumsoma Senegali na mkufunzi ama kocha wa DRC alipata muda wote wa kuweza kubadilisha mfumo. Tukiangalia pia hata e, walinzi wa Senegal kulingana na washambuliaji wetu ambao tunawajua e, jinsi walivyojipanga, sifikiri ya kwamba watakuwa na uwezo wa kuweza kudhibiti kasi ambazo tutakuja nazo. Najua wazi ya kwamba wajiandae tukuchukua kuchukua mabao. Mataifa 15 yamenyakua kombe hilo huku Misri wakiongoza kwa kunyakua mara saba. Zuberali, DW Michezo. Haya, tunasonga mbele kwenye laini ya simu. Yuko mwanamichezo mwenzetu kutoka nchini Kenya, Hasan Ali Hasan. Mambo vipi? Nashukuru sana hofu kwenu hapa, tuko safi kabisa. Ebwana, tuna umesikia ripoti hizo kutoka Tanzania ambao wapo wako katika michuano hii ya AFCON lakini jamhuri ya demokrasia ya Kongo, na umetoka kusikia ripoti, mashabiki wakitamba kwamba mara hii ni zamu yao wewe unasemaje? Mtazamo wako ni upi kuhusiana na timu za Afrika Mashariki katika michuano hii ya Afcon, zitaweza kutamba kama wanavyotaka mashabiki ama ni mambo ya ndoto za mchana? <laughs> <laughs> E, wajua, wanasema wenyewe mpira udunda, na hili swali ameniuliza mwenzangu mm. uh, wakati unautangaza mchezo wa uh, Morocco na Komoro, kuhusiana na timu za Uganda na na na walipojituma wale uliona visiwa vya Ngazija mm. inawapa nguvu na nani, Tanzania inawapa vile vile nguvu Uganda. Na mpira wa sasa umebadilika. Miaka ya nyuma ungesikia ikitajwa Ivory Coast Cameroon Nigeria, ingiwa mm. na wasiwasi. Lakini kwa kile ambacho wamekifanya kama visiwa vya Ngazija, Cape Verde na mataifa kama hayo, mm. yanawapa nguvu. Na, na Tanzania nafikiri nafasi yao ilikuwepo nzuri ya kuondoka angalau na ushindi. Wakati kule Misri, tulikuwa mm. kundi moja Kenya mm. na Tanzania eh, ikawapiga lakini nachokisema mpira umebadilika sana sana, kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea sasa hivi katika malimwengu ya kabumbu. Kwa hiyo usishangae, usishangae sungura akimwangusha ndovu. Asante sana <laughs> eh, ee, Saumu nchini mm. una mashaka, mashaka. <laughs> Haya, eh, Saumu nchini Kenya matukio ya uhuni yameanza kujitokeza tena katika mm. kandanda. Mashabiki jana walikabiliana na walikabiliana katika michuano ya ligi kuu ya kandanda ya Kenya FKF liowakutanisha mabingwa wa mara ishirini na moja ya Gormahia na wageni kwenye ligi Nairobi United katika uwanja wa Dandora jijini Nairobi. Kwenye lani ya simu yuko hapa Hasan Ali ambaye yuko nchini Kenya kimsingi, lakini inawezekana kuna mtu afahamu hichi. Hasan Ali, ni nini hasa ambacho kilitokea hapo jana katika uwanja wa Dandora jijini Nairobi? hivi ninavyozungumza nayo kuna tumbo joto Gor Mahia hmm, inavuta kwake, Nairobi United inavuta kwake. Tunasubiri kauli kutoka kwa shirikisho la soka nchini FKF kuhusiana na kilichojiri jana mm -hmm, maanake nyinga moja wapo ambayo wewe inapeperusha mechi za hapa nyumbani za ligi hmm, tayari imetoa kauli ya kulaani kilichofanyika jana maana yake moja wapo wa magari ya kampuni hiyo iliweza kupigwa mawe hmm, na pia basi la Gor Mahia. Huu uwanja wa Dandora hautakiwi kuwa mwenyeji wa mechi kubwa kama hivi hmm, na Wiki tatu zilizopita shirikisho lilikuwa limepiga marufuku uwanja wa Dandora kuwa mwenyeji wa mechi kama hizi. kwa hiyo hmm. tunasubiri watujibu nani alitoa kibali mechi hii kuandaliwa katika uwanja wa Dandora. na unakumbuka fainali ilichezwa ya kombe la FKF hmm. ambapo mshindi anawakilisha Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho, na hiyo fainali ilizikutanisha hizi timu mbili, Gormaia na Nairobi United. Nairobi United ikaipiga Gormaia na inawakilisha Kenya, ipo katika hatua ya makundi mashindano ya mashirikisho. Kwa hiyo uhasama fulani umekuwepo baina ya timu hizi mbili mm, kama ule ambao hushuhudiwa wakati wa mashemeji dabi. Na jana wakati Nairobi United ilisawazisha lile bao, mashabiki wao walikuwa wachache ikilinganisha na wale wa Gormaia. Kwa hiyo wakati wanashangilia lile bao, wakavamiwa na wenzao wa Gormaia, ikatokea pata patashika. Eh, habari tumezipata, shabiki mmoja ameaga dunia, hmm. Wengine wamelazwa hospitalini. Kwa hiyo hii si picha nzuri, wakati Kenya, Tanzania na Uganda tuna imani ya kuwa wenyeji wa AFCON. Kwa hiyo hmm. kwa hakika habari kubwa sana inazungumzwa huku Nairobi. Eh, eh, Hasan Ali umezungumzia swala la uwanja na tukio hili limezusha maswali mengi kama ulivyosema, likiwemo kama la uwanja huo kwa uwanja huo kama unakizi vigezo vya kutumika katika mechi hasa katika wakati huu wa joto kali kama hapo jana, na umelitaja hapo ni swala hili la uhasimu wa mashabiki baina ya timu hizi mbili, ama uwanja huu unaingiliana vipi na uhasama baina ya timu hizi mbili? Maanake kuna mkanganyiko hapa, mtu anashindwa anaweza kashindwa kuelewa kama upo lakini, ukiangalia juzi tumeshuhudia mashemegi dabi mm. AFC Leopards na Gor Mahia ikamalizika kwa, ikamalizika kwa uzuri na utulivu um binafsi yangu mimi si kwa uwanjani, nilikuwa mm -hmm. studioni na nilizungumza na mwanahabari mwenzangu ambaye alikuwa uwanjani, kile ambacho kimejitokeza na imethibitishwa na naibu mwenyekiti uh, wa Gor Mahia anaitwa Sali Bolo, amechapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook na hili limeanza kuchunguzwa kwamba yupo mdau mmoja wa mm -hmm. timu ya Nairobi United mm -hmm. anadaiwa kwamba aliwasafirisha mashabiki na akawalipia tiketi waje uwanjani kusua vurugu mm -hmm. Hili halijaingia asilini manake na, na, na kilichofanyika naambiwa na kwamba huyo mdau na ni mwanasiasa alisalia uwanjani hata baada ya ile mechi, karibu saa nzima, maanake angetoka uwanjani angevamiwa na mashabiki wa Gor Mahia. Kwa hiyo kinachoulizwa ni lengo lake lilikuwa ni nini? mm -hmm. Umewalipia mashabiki tiketi, na si mashabiki wale wanaofadhilia mpira mm -hmm. wakati waje, lengo lao ni kuzua vurugu katika uwanja wa Dandora. Je, analenga kuichafulia Gor Mahia jina, kulichafulia shirikisho jina ama Kucha fulio uwanja wa Dandora jina, ndio maswali ambayo tutayauliza shirikisho. Naam, Hasan, hii si mara ya kwanza kushuhudia vurugu kama hizi nchini Kenya na kama ulivyosema hapo, tunasubiri FKF watoe taarifa maalum kuhusiana na hilo, lakini wadau wa michezo nchini Kenya wao wanasema nini? Tukio kama hili, Wana, wanapata picha gani katika muda kama huu kuona matukio kama haya yakijitokeza, hasa wakati nchi hii inajiandaa kuhosti michuano ya AFCON pamoja na Tanzania pamoja na Uganda kama ulivyotaja hapo awali. Asilimia tisini watu wanakashifu sana wanalani tukio lililojiri, uh, mitandaoni katika vyombo vya habari, maanake wanaona inatoa picha mbovu sana kwa ajili ya mashindano ya CAF. Mm. Na usisahau hata wakati wa mashindano ya CHAN mm. walitokea furumai kiasi ikabidi idadi ya mashabiki wa kuingia uwanjani ipunguzwe. Kwa hiyo kila mmoja ana laani, kila mmoja anaomba shirikisho alichukue uh, hatua kali, ingawa hizi timu mbili nazungumzia Nairobi United wanajitetea wao wanaweka katika mtandao wao ile picha ya video wakati wamesawazisha bao lao, kukatokea vurumai mm. Lakini Gor Mahia nao wanasema kuna mambo yalikuwa yameandaliwa ili kuichafulia Gor Mahia jina, kwa sababu mashabiki wao wamekuwa wakihusishwa sana na, na zahama na, na, na kila ambacho nafikiri kimefurahisha sana watu. Eh, swali ambalo umeuliza ni kwamba mm. kila mmoja sema ofisi mpya FKF huu ni wakati wa kuangusha shoka. mm -hmm. Huu ni wakati wa kuchukua tahadhari kubwa ikiwemo uwanja wa Dandora kutotumika ikiwemo baadhi ya mechi mm -hmm. kuchezwa bila mashabiki kama adhabu kwa hizi timu ambazo zimehusika na hata kupigwa faini kali. mm -hmm. Asante sana Hasan Ali akizungumzia sau. Umesikia hapa huko jana kulikuwa na vurumai ya katika mchezo kati ya Gor Mahia, unajua nimeshangaa na... mm. sana uh, masuala kama haya ya vurumai ya vurugu mm. wakati wa kandanda tumeizoea, mm. kwenye Mashemeji Dabi hii ni mm. wakati FC Leopards mm. inacheza na Gor Mahia mm. hawa ni kama vile Simba na Yanga mm. Lakini kwa Tanzania inakuwa ni tofauti, mnasema uh, mpira sio uhasama sio badala yake mm. mnagombana tu mitandaoni mm. watu wanatupa vijembe, watu wanaelewana hivi na hivi, lakini hakuna lakini Nairobi United na Gor Mahia ha, wa kukiwa na vita, unajaribu kujiuliza, lakini kama alivyosema hapo Hassan Ali, sio mara ya kwanza kwamba hizi timu mbili zinakutana mm. na sio mara ya kwanza kwamba vurugu zinafanyika. Kwa hiyo unaweza kusema hii ni aina mpya ya dabi mm. eh, ama kama unaweza kusema mechi ambayo unabidi uwe na, na, na, uangalifu zaidi wa namna gani ambavyo inavyoendelea, lakini mimi siku zote nasisitiza kwa shabiki mfuatiliaji, mpenda kandanda kwamba so kasio uhasama hii, tunazungumza, tunagombana hmm, kwa maneno e, tunatofautiana kimaneno lakini sisi sote tunafurahia kandanda nzuri, watu wakicheza vizuri na matukio yakipatikana vizuri, ndivyo inavyostahili iwe. mm -hmm. Ni burudani, ni burudani. Haya, Saumu, hapa Ujerumani Bundesliga imesimama mpaka hapo tarehe tisa mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili ishirini na sita. mm -hmm. Kupisha sherehe za Krismasi, boxing day pamoja na mwaka mpya. Lakini mzunguko wa kumi na tano ligi kuu kandanda wa Ujerumani Bundesliga ulimalizika mwishoni mwa juma na mabingwa watetezi Bayern Munich walicheza na Heidenheim na kupata ushindi ligi wakiwa na alama 41, lakini pia Borussia Dortmund walipata ushindi mbili bila, wakiwa na nafasi ya pili katika wakiwa na alama 40 wao, wana alama 32. Leverkusen, mabingwa wa Bundesliga msimu uliopita, wana alama 29, sawa na RB Leipzig ambao wana alama 29. mm. E, e mm -hmm. Tulikuwa wote mimi nawe katika Bundesliga na ulibashiri ukasema mabao yatakuwa manne na nikasema kabisa kwamba Bayern Munich utapata ushindi wa kuanzia Ulitaja e, mabao manne, Sulemani, nikakataa katakata kata, nikakuuliza kwani umelipwa? <laughs> lakini sawa, pengine inabidi nikutazame vizuri mm -hmm. Sulemani, kwa sababu huwezi kusema mabao yatakuwa manne alafu manne na imekuwa vile vilevile. Sasa nataka tukufahamu kwa ufupi kutoka kwako E, tathmini yako katika mzunguko huu awamu hii ya kwanza ya mzunguko 15 ya ligi kuu ya Ujerumani ya Bundesliga mm. na wakati tunasubiri mzu, awamu ya pili inayoanza mwezi Januari mwakani mm. unaitazama vipi Bundesliga? E, mpaka sasa. E, Bundesliga mpaka sasa unaweza kusema imekuwa awamu nzuri, imekuwa na ushindani, ijapokuwa kwamba timu ya juu inakuwa ni ya juu. E, Bayern Munich imeonyesha kwamba haitaki mchezo mpaka sasa katika Sio kwa kubahatisha, lakini mm. ukilinganisha kikosi, kocha nanamna, na namna anavyowatumia wachezaji mm. inaonyesha kabisa wanataka kulibeba tena kombe hili mm. kwa mara nyingine. Kwa hiyo naweza kusema kwamba timu ambazo zinaifukuza hapa mm. nazungumzia Dortmund, nazungumzia Leipzig, Leverkusen zinahitaji kujitutumua na kujikaza zaidi na kutafuta mbinu ambao wataweza eh, kupambana na kikosi cha Vincent Kompany asante sana tusubiri hapo mwezi Mei mwisho wa ligi kuu kandanda Ujerumani ya Bundesliga katika msimu huu wa 63 na huo ndo mwisho katika kipindi hiki cha michezo mimi ni Suleiman Mwiru nasema asante sana na kushukuru pia Saumu Njama kwa heri kwa sasa